Karibuni tena wadugu watazamaji wa radio televisheni Ngyoku mahali popote mlipo, tuko katika hapa na pale eh, kama tulivyoeleza a kwamba Bukavu eh, eh, ni karibu kukombolewa, sababu hawa walipoingia walijiita kwamba ni wanakuja kuwakomboa, kumbe umeingia katika utumwa. Angalia gisi watu wako wanauawa, iwe goma iwe Bukavu. Sasa mkombozi ni mtu ambaye analeta uzima. Leo Goma inakuwa mji wa, wa huruma, Bukavu inakuwa kama vile si mji, sababu watu wanaokuja kugandamiza raia na kupora mali ya raia, hata ya serikali, vitu vyote vya serikali vinavuka Rwanda. Sasa kama wao walikuja kwa ukombozi na mpaka ni na kupora mali, ndivyo tunawajulisha wakaaji wote wa jiji la Bukavu ya kwamba wa vijana wako kando kando, tuliwaidia na mnaanza sikia na mnaona wokovu ni njiani, na tunaomba wachungaji wa makanisa zote, vijana ambao walijitia kuwa nyuma ya hawa watu wamekwisha julikana. Kwa hiyo munaposikia firimbi, munaposikia mzalendo ameingia, wewe ni kuingia nyumbani na kuanza kuomba Mungu, maana wokovu umeingia, maana yeyote atakayeonekana, yeye ataenda mbinguni au anaenda kuzimu. Kwa hiyo tunajulisha wandugu wote walio kando kando ya jiji kubwa la Bukavu ya kwamba tayari wazalendo walishazingira mji na tayari mutasikia hapa na pale. Mpaka sasa jamadari mkuu amri ya kutumba eh, kutoka katika tarafa la Fizi pamoja na vikosi vingine iko anaangalia namna gani Bukavu itashikwa kwa madakika. Kwa hiyo kesho ni siku ya Jumapili hey. Mnatoka kuomba Mungu, wewe ni kujitayarisha vizuri, alafu tafuta mchele, tafuta unga, tafuta makaa, tafuta mafuta, tafuta sukari, tia hapo, sababu hatujue saa au dakika, saa zote watu wanaweza ingia kwa kuja kuleta wokovu. Na wakati watoto wanapoingia, vigeregere vya hali ya juu wa Kristo vigeregere wa vigere Uislamu vigeregere, maana muko watumwa leo. Muliwakaribishaka Mwale nyinyi mkasema karibu e, karibu watoto wetu. Tuko wapi leo? Uhuru uko njiani. Kwa hiyo mtakaposikia wameingia hawa wazalendo, ni vigeregere vya hali ya juu, vigeregere vya hali ya juu. Uko nyumbani, furahi, shangilia, maana wokovu umeingia tunasema, hatujue saa au siku gisi Biblia inasema atakuja kama mwizi, lakini tunawajulisha tayari e, e, e, walishazingira mji wa Bukavu, vijiji tayari na tunashukuru sana kwa vijana waliojitoa, kwa wamama, kwa wababa waliojitoa kwa ajili ya watoto wetu. Tunashukuru, tunashukuru wa, wa, wa, ndugu wote ambao wanazidi kusapoti na kushukuru zaidi tena kwa wandugu wote ambao wanazidi kuomba Mungu ili amani na salama ipate kuingia katika jiji la eh, Bukavu. Tunajulisha wandugu wa Goma ya kwamba baada ya Bukavu alafu tutaenda kukomboa Goma na hapo tutafungua njia. Kwa hiyo tunaanzia Bukavu na tunaleta tena hiyo eh, tangazo kusema, wandugu ambao wako nyuma ya hawa wandugu mujue ya kwamba rafiki ya adui ni adui. Basi muzidi kujitayarisha eh, wa, wa Kristo, kwa maombi siku ya Jumapili kesho. Alafu napotoka kanisani, rudi nyumbani, tafuta unga, tafuta kila kitu, tulia, maana hatujue siku wala saa. Tuliwajulisha aseme, Bukavu mlishasikia, Nyantende mutasikia, hapo mutasikia, e, mutasikia Tubagira, mutasikia kando kando na e, e, njia ya kwenda kwa aeroport itafungwa. Alafu tutaona ni wanani wenye Kongo, ni Wakongomani au ni Wanyarwanda. Ikiwa Wanyarwanda ni wenye Kongo watashinda hivi vita, lakini ikiwa Mungu aligawa Kongo kati ya Sud Kivu na, na Rwanda kuna mpaka wa maji, mpaka wa maji Ruzizi anateremuka mpaka mulake Tanganika. Sasa mpaka ambao wanatafuta vuka wanini, tutaanzia kwanza Sud Kivu kueleza watoto wa Sud Kivu, simameni kwa kupinga adui basi watawale na msiwe watumwa. Mungu alituita tuwe huru na tuko huru. Hatukwenda rwanda kushambulia Wanyarwanda, ni wao walivuka na wanapora na wanaua. Kwa hiyo mutakaposikia ni makosi, ingia nyumbani na watoto wako, na mkisikia ni wazalendo, we piga firimbi, shangilia, maana wokovu umeingia. Tutawajulisha kwa dakika za mwisho, maana mujiazare kwa yote. Tunashukuru sana kwa usikilivu mwema, na tunasema tena, Bukavu ilishazingirwa, hiyo ni kweli kweli. Tunapowajulisha yaani ni kitu cha kweli, na tayari vikosi viko vinapanda usiku na mchana, yaani Bukavu itashambuliwa kwa dakika moja tu. Munakumbuka gisi Mamutebusi walitokaka, ni vile tutawachia tu mlango, njia ya kuvuka Rwanda. Njia ya maji tayari itafungwa, ya kwenda huko kavumu itafungwa, alafu tutawaruhusu warudi kwao ingeta. Pamoja na Mungu tutashinda vita, maana hatukwenda chokoza kabila lingine au taifa lingine. Mungu iko upande wetu, maana imeandikwa, laaniwe yule anayebadilisha mipaka. Bwana Mungu wetu Kristo Yesu azidi kuwa pamoja nasi, tutashinda vita.